tusimamie vizuri yale tunayoyaangalia, thamani ya fedha ambazo tunazipata zinatokana na nembo kulindwa. Tunao wadhamini wanaovutika kuja kudhamini na kuwekeza fedha ndani ya Simba kwa sababu nembo yao inalindwa. Lakini watu ambao wanavaa jezi za Simba wana, pengine wana hasama binafsi na mimi au na mtu yoyote, kwenda kutukana na timu na klabu, unashusha hadhi na inaondoa uvutiaji wa wa zaidi ambao watatusaidia wa kuongeza fedha na kujenga msingi mzuri wa maendeleo ya klabu. Hili ni jambo la msingi sana. Ukiwa unakusudia kunitukana, kunisema, kunilaumu, zungumza wewe as an individual. usizungumze ukabeba mamlaka ya wanasimba wote. Hata manabii hawakupendwa na watu wote kwa hiyo mimi hilo hala, siwezi kuona tatizo lingine kwenye kununua bidhaa zenye thamani. Kwa mfano, wiki iliyopita tumecheza mechi, kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi hajaleta? Namuangalia yeye mwenyewe kavaa jezi, jezi aliyovaa ni feki, alafu anaimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa maana ya wazabuni na wadhamini. Mheshimiwa, lingine ambalo limekuwa likisema na nalisema hili mbele yako ili take note. kuna watu wanaosema kwamba mali za Simba zimehamishwa. Baada ya kuyasikia hayo, nilimwagiza mwanasheria wa Simba, nadhani yupo hapo, anaweza akasimama. tumefanya Search. Kwa majengo yaliyo mtaa wa Simbazi na Bunju, zote zinamilikiwa na Simba Sports Club. Yule anayesema majengo yameuzwa a Simba zimeuzwa, basi atuletee na ushahidi wa huyo aliyemuuzia, maana atakayekuwa ameuza ni yeye.